Familia moja katika eneo la Taranganya, kaunti ya Migori inataka haki itendeke kufuatia mauaji ya mtoto wao wa kiume mwenye umri wa miaka 19 huko Angata Barikoi, karibu na mpaka uliokumbwa na matatizo kati ya maeneo ya Gwitembe na Angata. Hivi majuzi eneo hilo lilikumbwa na mzozo kati ya jamii za Wakuria na Wakipsigis. Taarifa kamili katika mseto wa kaunti. Marehemu ambaye alikuwa mhudumu katika sekta ya bodaboda Boda alidaiwa kushambuliwa na kuuawa alipokuwa akimsafirisha abiria hadi eneo lenye mzozo la Angata Barikoi. Philip Wambura Kaleb, mwakilishi wa wadi ya Ntimaru Mashariki, aliitaka serikali kuingilia kati ili kupunguza uhasama kati ya jamii ya Kuria na Kipsigis kabla ya vifo zaidi kutokea. Mtoto wangu aoerie sijawahi sikia, amechukua hata kama ni kitu ya mtu, wangeniambia tu mama mtoto wako ametuibia, inastahili uone vile utatulipa. Mimi ningeng'ang'ana ni nilipe, lakini uhai wa mtoto wangu, penye imefikia, wamenimaliza. Ninaomba tu haki, serikali mawani saidie, jamani, mimi sina hata la kusema, sina mbele, sina hata nyuma, mimi ninaona tu Ha, watu wamemaliza mtoto wangu. Wacha tu serikali iingilie kati penye imefikia. Katika kuadhimisha mwezi wa afya ya akili ya wanaume mwakilishi wa kike katika kaunti ya Meru, Elizabeth Karambu Kailemia amewataka wanaume kuzungumzia kwa uwazi matatizo yao.

Kwingineko, shirika lisilo la kiserikali la Childline Kenya limezindua mradi uliopewa jina la not invisible anymore unaolenga kukabiliana na ongezeko la visa vya ajira ya wa watoto katika kaunti ya Kakamega.